Msanii wa mziki H Baba amefiwa na mama yake mzazi na ndiye aliyemlea. Kama tulivyojua, H Baba kwa muda mrefu amekuwa akizungumza anampambania ya mama yake ambaye alikuwa anaugua ama na tatizo la moyo na maradhi mengine kama presha, na kama tunavyojua uh, mama yake H Baba ndo mlezi na kila kitu. Sasa leo anazikwa, lakini tukaona tupige story kidogo na H Baba, kwanza kumpa pole na uh, kumtia nguvu katika hichi kipindi kigumu. Lakini uh, tumezungumza naye kwa ufupi, uh, mchango wa mama yake katika sanaa yake na namna alivyopambana kama singomaza uh, mpaka kumtengeneza. Yaani mama yake yeye alikuwa yaani mama yake ndo yeye mwenyewe yaani kwa sababu yeye ndo kila kitu kwangu, yeye ndo kasababisha mimi kuwa H Baba kwa sababu aliniruhusu, alinipa ruksa mm. na nikaendelea kufanya sanaa na alinibariki kuendelea kufanya sanaa na aliendelea kunisapoti kwa hiyo yeye ndo ngao yangu, ndio maana ulikuwa unaona napambana, napigana vita, lakini kwa sababu ya wazazi wangu, familia yangu, kwa sababu mi nimelelewa na yeye tu mm. eh, baba yangu kidogo walipishana kauli zamani, mimi sijui, lakini mimi babangu nishamsamehe. Sijawahi kuita dada, sijawahi kuita kaka, sijawahi kuita mdogo wangu, sababu sijawahi mimezala peke yangu tu. Adeni kubwa iliyobakia eh, ilikuwa ni nili tu aa, kwenye, kwa safari yake ya mwisho niweze kumstiri tu vyema na kumwombea dua, ndiyo kubwa eh, kwa sababu mengine yote E, nishapambana pambana hmm. Ndo maana nimeweza kupambana kumuuguza miaka mitano, napambana namuuguza e, bibi yangu na e, na namuuguza na e. Okay, pole sana e, e, nadhani kwa mtu ambaye anauguza analijua hiyo ni mzazi na ni wazazi wangu, na wote ndo aliyenilea bibi yangu alinilea. Ndo maana sasa nilitangaza nimefiwa na mke hmm. E, ndo alikuwa kila kitu kwangu. Sisi, sisi Wasukuma kimira kwao sasa, alikuwa amebaki na mama yangu basi, na mama yangu ametangulia mbele za haki, kwao nimebakia peke yangu sasa hizi. okay. na na, na nyumba ndio kwani nimemjengea, sijui tena nani sasa ndio atakaa. Basi ndugu atachagua wenyewe, lakini sasa mm. Nimebakia sasa ndio kama hivyo, yani sielewi yani, kwa sababu yeye ndio kwa ndugu zangu ya mwisho. Mimi mwenyewe nilikuwa sikai sana da, nashinda Mwanza, nakuja da kidogo, nashinda shinda Mwanza. Eh, mashabiki wanauliza eti, eh, mbona uachi kazi mm wanikuwa eh, eh, siwezi ni kwa sababu ikia nkifanya maandalizi na hali ya mama inabadilika ta, kwa hiyo najikuta naacha maandalizi.